About uh, baotisa kwao ni ushindi mnono sana. Nawapongeza sana azam FC, lakini kwangu mimi muhimu zaidi ni ubora wa timu ambayo inakwenda kutuwakilisha kwenye mashindano uh, kwenye hatua inayofuata. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana Azam FC. Tunaamini kwamba ile ndoto ambayo niliwaambia mara ya kwanza kwamba kwa ubora wa timu zinazotoka Tanzania safari hii katika klabu bingwa barani Afrika na katika kombe la shirikisho, hatuna mashaka kwamba timu zetu zitacheza fainali zenyewe kwa zenyewe. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam FC na leo, kwa sababu wameshinda magoli saba, uh, fedha zao za goli la mama kwa kila goli ni shilingi milioni tano. Kwa hiyo leo wameibuka na shilingi milioni thelathini na tano, lakini kulikuwa na fedha zao zingine shilingi milioni kumi za kule Zanzibar. Nilikuwa kwenye jukumu jingine nilikuwa sijawapa kwa hiyo leo nimewapa jumla shilingi milioni arobaini na tano za goli la mama. Mheshimiwa Rais amefurahi sana, anawapongeza Azam FC, anawatakia kila la heri katika hatua inayofuata amefurahi kwa kiwango chao. Anaamini kwamba timu yoyote itakayokuja barani Afrika mbele Azam, ya Azam tunayo timu nzuri ya kutuwakilisha. Lakini zaidi ya hapo, anaomba wachezaji waendelee na moto ule ule, wajue kwamba wanacheza kwa ajili ya timu yao, wanacheza kwa ajili ya Tanzania, wanapeperusha bendera ya taifa la Tanzania. Kwa hiyo waendelee kupambana na yeye ataendelea kuwaunga mkono, na wakifika robo fainali goli la mama linatoka milioni tano linakwenda milioni kumi nusu fainali milioni ishirini fainali mzigo mnene. Hmm, ulitarajia mvua ya mabao ya namna hii? Hawa wachezaji jana, niwape siri, jana walinipigia simu, tena simu ngeni, hata almanusu ya nisiipokee. Wakana bwana, sisi wachezaji wa Azamu FC tumekupigia, tunaomba tu kuambie mapema kabisa, kesho jipange. Jana waliniambia wanafunga leo magoli nane, nikaambia nyie, haiwezekani nane vipi, si hata mngefunga nusu kule Zanzibar. Wakasema sisi tunafunga nane Bana, wamenichallenge. Yule jamaa mlikuwa mnanichora mwaka juzi yule, leo kapepea kweli kuongeza hela. E, maana yake mimi sikutarajia siku kama wangefikisha magoli, hawakufika nane, wamefika saba. Lakini kwa kweli wamefunga magoli mengi kinyume na nilivyotarajia. Nilijua pengine watashinda, lakini sikujua wangeshinda magoli mengi namna hii. Lakini muhimu zaidi ni timu nzuri, pressing nzuri, midfield zao ziko vizuri, wanafunga vizuri magoli mazuri. Yani, everything is fine. Unaiona Azam FC ikifika si robo fainali au nusu fainali kwa mimi? Naiona na kabisa kabisa. Sio, sio robo fainali wala nusu finali. Naiona Azam ikienda kucheza fainali. Maana sasa tushaanza kuzoea Tanzania. Kila mwaka haya mashindano ya kimataifa kuna timu yetu inacheza fainali. Kwa hiyo mwaka huu naziona kabisa timu za Tanzania zote zinakwenda makundi, zote zitakwenda robo fainali, zote zitakwenda nusu fainali na inshaallah timu za Tanzania zitacheza fainali Klabu bingwa na kombe la shirikisho. Kwa namna ambavyo unaona timu zetu nne zinavyotuwakilisha vizuri. Unaona kuna deni kubwa katika sekta ya michezo hasa kuendelea kutazama mpira mzuri? Deni bado tunalo kwa sababu bado tunahitaji kufanya vizuri zaidi ya hapa. Kwa sababu sisi leo Tanzania uko nyuma, miaka ya nyuma tulikuwa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki. Tulikuwa tunajifananisha na nchi za Afrika Mashariki na kati. Tumeshafika kwenye level ya Afrika. Sasa natamani nione timu za Tanzania zinacheza eh, ile, ile ile ile ile michuano ya dunia ile ya vilabu eh, eh. Nataka nione huko, na inawezekana, inawezekana kabisa. Sasa jamani, kabla mjamaliza, na mimi niko na makamu wa rais wa TFF mm, ndugu Jamlani, naomba mumsikilize. Karibu sana kaka. Sisi wote ni mashahidi, Azam wamewekeza kwa kiwango kikubwa sana kwenye michezo. Tumekuwa tukifanya kazi na Azam kwenye sponsorship ya, ya ligi yetu kwa miaka mingi sana lakini changamoto ambayo Azam wameileta ndio imesukuma na timu zingine hizi kubwa kuendelea kufanya vizuri. Kwa hiyo ushindi wa Azam kwetu sisi ni ushindi wa nchi, wanaiwakilisha nchi. Tumepata timu ya kwanza imekwenda uh, kesho wengine wanacheza na kesho kutwa. Sisi mategemeo wetu kwamba timu zote zitafanya vizuri na zitakwenda kwenye group stage. Na kama alivyosema katibu mkuu kwamba matumaini yetu ufike mahala basi finalist katika makombe yote haya ma, ma, makubwa watoke Tanzania. Kwa hiyo nawapongeza sana Azam kwa ushindi mkubwa, lakini naupongeza management ya Azam kwa investment ambayo wanafanya kwenye mchezo wetu. Kwa kiasi gani tunapiga hatua eh, Tanzania kwenye eneo la michezo kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? mimi nitaongelea zaidi mpira, michezo msigo yupo watazungumzia, lakini ukitaka kujua, ukitaka kujua maendeleo ya michezo Uh, ukiona hata ata wingi wenu hapa uh, mnavyoripoti kwa wingi, manake kuna bidhaa ambayo inauzika kwenye mpira. Na sisi tulikotoka huko ilikuwa timu zetu mechi ya kwanza ya mtoano tunatolewa, lakini sasa hivi ni mazoea watu kuona nusu fainali, kuona fainali katika Tanzania. Kwa hiyo ni ushahidi wa kuona uhitaji vitu vingine kwenda kwenye takwimu, kwa sababu juzi tumeona Azam pale na pale Zanzibar Simba wamecheza fainali tunaona timu zetu zinavyofanya vizuri kwa hiyo ni ushahidi wenyewe unajitosheleza bila kutafuta